Kifo cha Papa Francis chashitua na kusikitisha wengi duniani. Nchini Tanzania, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameweza kupokea kwa masikitiko taarifa hizo. Lakini askofu wa jimbo kuu la Dar es Salaam, Jude Tadeus Ruwaichi, akiwa katika maadhimisho ya misa ya utuma wa Kwaa Katoliki Tanzania ukwakata kwa jimbo hilo, akatoa tangazo ambalo iliwashtua wengi. Napenda kuwajulisha kuwa, kuwa, tulipokuwa tunaendelea na adhimisho hili tumepokea habari kwamba baba mtakatifu Francisco ameaga dunia lakini hapo jana Papa Francis alitoa neno la baraka kwa uamini, akiwatakia Pasaka njema akiwa katika kigari maalum. Cari fratelli e sorelle, bona Pasqua. Pater, es filu, es filu. <laughs> Raha ya milele umpe e Bwana na mwanga wa milele umwangazie Papa Francis apumzike kwa amani. Amina.